Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu hadi sasa amefikisha takribani siku mia mbili hamsini na tatu tangu walipokamatwa kufuatia madai mbalimbali ikiwemo mashtaka ya uhaini pamoja na kuchapisha taarifa za uongo. Sasa kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na mwanasheria na mkurugenzi wa masuala ya haki za binadamu ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Wakili Gaston Shundo Garbindi amesema kwamba leo nimemtembelea mteja wangu Mheshimiwa Lissu Ukonga gerezani kujadilia naye hatima ya kesi zinazomkabili. Ashukuliwe Mungu kwa kuendelea kumjalia afya na siha njema kiongozi. Gerezani kuna utaratibu mpya umeanzishwa ambao ni kinyume cha sheria. Nilichokutana nacho leo ni kama ifuatavyo: mosi, nimeshindwa kutekeleza majukumu yangu kama wakili kutokana na magereza Kulazimisha mazungumzo yangu kama wakili na mteja wangu Tundu Lissu yafanyike mbele ya maafisa magereza Ukonga, wakisikiliza, kinyume na katiba ya nchi, kinyume na sheria ya magereza, kinyume na kanuni za kimataifa. Hivyo nimekataa kuzungumza na mteja zaidi, ili tutafute kwanza haki ya usiri wa mazungumzo kati ya mawakili na mteja wetu. Kwenye hili magereza wanafahamu misingi ya kazi, kitendo kinachofanya nafahamu ni kinyume cha ibara ya 13 ya katiba ni kinyume cha sheria za nchi kuhusu haki za ufungwa na maabuso, lakini mnafanywa kwa makusudi, ni lazima kuchukua hatua dhidi yenu. Pili, Mheshimiwa Lissu aliandika barua kwa naibu msajili wa mahakama kuu tarehe 5 Disemba 2025 akitaka kufahamishwa tarehe rasmi ya session ya kesi ya waini inayomkabili pamoja na mwenendo wa kesi hadi ilipoishia. Taarifa ya Mheshimiwa Lissu kuandika barua ilitolewa pia kwa umma. Sasa pamoja na kwamba aliandika barua tarehe tano cha ajabu ni kwamba barua hizo zinaonekana zilifika mahakamani tarehe kumi na tano Disemba 2025, yani juzi Jumatatu. Kwa mnaofahamu jiografia jiji la Dar es Salaam kutoka Ukonga hadi mahakama kuu pale posta imewachukua magereza siku kumi kufikisha hiyo barua. Itakumbukwa session ilipoahilishwa, ilipaswa kuanzia Novemba tatu na kukoma tarehe 11 Novemba 2025 lakini hakuletwa mahakamani hadi siku ya tarehe kumi na moja na tangu siku hiyo kuna tarehe rasmi iliyopangwa. Ni muhimu pia kukumbuka kwamba utaratibu wa session ni tofauti na utaratibu wa kawaida au wa kusikiliza mashauri ya kawaida. Leo session haijulikani Tanzania. Lissu anaendelea kushikiliwa kwa siku hamsini na mbili sasa, na kuna kesi inayoendelea tatu kuhusiana na maombi yake ya kuomba kuunganishwa kwenye kesi ya mali za chama. Mheshimiwa Lissu ameandika barua rasmi kwenda mahakama kuu.